Kama wewe ni mjamzito na unatarajia kujifungua au uko katikati ya ujauzito wako still, bado kuna siku itakuja utajifungua. Mm, utakuwa unajiuliza maswali kama itakuwaje? So katika video ya leo nimekuandalia pati tatu ambazo nakwenda kuelezea awamu za leba au uchungu, na vipi ujiandaaje na ufanye vitu gani ambavyo vitakusaidia throughout kutoka awamu ya kwanza mpaka ya mwisho. Kwa hiyo usisahau kusubscribe ili uweze kujipata na elimu ya kutosha kuhusu uzazi na kujifungua ili ujifungue kwa amani na utulivu na mafanikio makubwa sana. So asante kwa kuangalia video hii mpaka wakati huu hapa, Bliss Mama Care yeah. So tuende tuingie katika video yetu ya leo ambayo tutakuwa tunazungumzia awamu ya kwanza ya leba ambayo inaitwa leba ya awali. So kabla sijazungumzia leba ya awali, nataka nikwambie kwamba watu wengi huwa wanashindwa kutofautisha leba ya awali na maandalizi ya leba au uchungu wa awali na maandalizi ya uchungu. Maandalizi ya leba au uchungu ni pale ambapo unakuwa unapata maumivu ya uzazi ambayo hayako katika mpangilio, kwa mfano labda unapata maumivu ambayo ni labda baada ya dakika thelathini, afu yanaama tena anakuwa labda ndani ya dakika tano, yanaama tena anakuwa ndani ya masaa na mara nyingi haya maumivu yanaweza yakaendelea kwa wiki hata siku kadhaa au wiki kadhaa. Kwa hiyo inakuwa ni kitu ambacho ni kina kera, lakini unakuwa bado haujaingia kwenye leba ya awali. Ni maandalizi tu mwili wako unafanya katika kuingia leba ya awali. Lakini haya maumivu yanapoanza kuwa na mpangilio, kwa mfano labda unaanza kuona, anaanza kuja ndani ya dakika tano hadi thelathini tano hadi thelathini hivyo, unaona kwamba umeingia leba ya awali. Sasa katika awamu hizi za leba au uchungu, tukianza na awamu ya awali ya leba ya awali, hizi ndio sifa za leba ya awali. Kwanza maumivu yatakuwa yanakuja, yanadumu kwa sekunde thelathini mpaka arobaini na tano yatakuwa yanakuja ya ndani ya dakika tano mpaka thelathini kwa maana ya kwamba kila baada ya dakika tano <coughs> hadi dakika thelathini haya maumivu yanakuja na maumivu utayahisi kwa kipindi cha sekunde thelathini mpaka arobaini na tano kwao kwa sekunde thelathini hadi arobaini na tano unakuwa unahisi haya maumivu ya uzazi uchungu lakini katika hiyi awamu ya awali kusema kweli, anakuwa sio maumivu haswa, kwa sababu unakuwa unaweza ukafanya sifa nyingine, unaweza ukaa unafanya vitu vya kawaida, unaweza ukatembea, unaweza ukala, unaweza ukafanya vimazoezi hapa na pale, hata ukitaka kupika unaweza ukapika. Kwa hiyo katika awamu hii maumivu yanakuwa ni kero kidogo kuliko maumivu lakini, kadri muda unavyoenda, of course, maumivu huwa yanaongezeka mpaka utakapokuwa ukimaliza hii awamu ya leba ya awali, unakuwa umeshatanuka kutoka sentimita moja mpaka tano. Kwa hiyo hizo ndio sifa kama unataka kujua nimeingia leba. Kwa hiyo utaangalia maumivu yanakuja kwa kipindi hicho na yanadumu kwa muda huo ambao nimeutaja lakini pia unaweza ukapoteza hiki kifundo cha ute ambacho pia muda mwingine unakuwa, wengine wanakipoteza wiki zilizopita, afu kinajirudi tena ya yeah, hivyo. Kwa hiyo ambaye haujui kifundo cha ute ni nini na kwenda kukielezea kwa kifupi. So kifundo cha ute hii unakuwa ni ute ambao unafanana na yai bichi, sio kiini yai, ule uteute ambao ni colors, hauna rangi hauna rangi. Kwa hiyo ndio kifundo cha ute kinafanana hivyo, ni kizito kidogo. Lakini pia ni hiki kifundo cha ute kinatengenezwa unapokuwa ukiwa umepata ujauzito, kinatengenezwa katika shingo ya kizazi ili kimlinde mtoto na vimelea na bakteria na infections maambukizi mbalimbali ili asimfikie mtoto. So huwa inatoka na kujiunda, inategemea, kwa sababu wanawake ni tofauti na mili yetu yote iko tofauti, kwa hiyo inaweza ikatoka na ikajitengeneza tena, lakini unapoingia katika leba ya awali, iki kifundo cha ute kitatoka. Kwa hiyo ili, ili kujua kinafananaje, utaangalia hizo sifa unaweza labda ukawa umeenda haja ndogo halafu ukakiona kimedondoka. Pia kinaweza kikawa na rangi ya pink pink kidogo au brown kama damu. Hii sio swala la kukutisha, kwa sababu hii, hii damu ni kwa sababu unapokuwa ukianza kutanuka, ukiingia katika awamu za uchungu unaanza kutanuka, shingo ya kizazi inaanza kutanuka kwao, kuna mishipa ambayo inavunjika, ndio maana ina inakuwa na hiyo rangi kama ya damu fulani. Kwa hiyo hili ni jambo la kawaida kabisa. Aa, kitu ambacho kinaweza kukushtusha ni kama unatoka kama damu ya period kabisa, lakini kama ni kifundo tu cha ute kimetoka hivyo basi hamna shida, unaweza ukamweleza msaidizi wako au mtu wa huduma wako, na kama basi dola wako niko hapo, unaweza ukatoa uka, uka taarifa kwao. Ni muhimu sana unatoa hizi taarifa za hizi sifa kwa mtu wa huduma wako, ili anakuwa updated. Ushauri kutoka kwa basi dola ufanye nini ukishaingia katika hii awamu ya wamia Leba ya awali, kwanza usikimbie kwenda hospitali. Katika makosa ambayo wanafanya wamama wapya ni kwenda hospitali mapema. Kwa hiyo sikushauri uende hospitali mapema, tulia nyum... kwa hiyo utakaa tu nyumbani, hakikisha uko comfortable, una amani na utulivu. Hii itakusaidia uchungu wako uendelee vizuri kwa mpangilio, bila hofu, kwa sababu uko katika mazingira yako nyumbani. Unajua jiko liko wapi, um, toilet ni wapi, kama una friji kuna, unaweza ukaenda ukafungua muda wowote, uka ukala kidogo au ukanywa you know kimiminika. Kwa hiyo ni vizuri ukae nyumbani, katika mazingira ambayo unayafahamu pia pumzika sana, usifanye shughuli nzito. Najua nimekuambia unaweza hata ukapika ukitaka, lakini kama ni vizuri uandae vitu vyote unavyohitaji kujianda navyo kabla hujaingia katika hii stage. So utapumzika, lala, pumzika, ni relax na nafurahia hiyo stage because safari ya kumwona mtoto imeanza na ushauri mwingine, fanya mazoezi ya pumzi, na link video hapa, ambayo nimeongelea jinsi ya kupumua pumzi ambazo zitakusaidia wewe ku, kuyaweza maumivu ya uzazi. Kwa hiyo kuna pumzi ambayo utaifanya katika hii awamu ya awali ya uchungu au leba, ambayo itakusaidia kuipita vizuri kwa utulivu na amani. Pia ushauri wa mwisho ni wajulishe watu wa huduma wako, mjulishe mkunga wako, mjulishe pia msaidizi wa uzazi ambaye utakuwa umemchagua basi, doula ni muhimu sana uwe na mtu kama huyo, kwa sababu yeye afanye huduma ya kimatibabu, ya kitabibu, ya kiudaktari ya anakuwepo pale kukusaidia, kukusapoti ili upite hizi hatua zote vizuri. So utawajulisha. Kama una watoto wadogo, huu ndio muda wa, kama una msaidizi dada wa kazi labda, ambaye huwa anakuja na kuondoka, huu ndio muda ambao um, umlete nyumbani, ili akae na watoto. Vitu kama mabegi yako ya kwenda, kama utajifungulia hospitali, basi vitu vyote, yaani unajua sasa kazi ndio imeanza, kwa hiyo ni vizuri hivi vitu vyote viwepo sehemu moja. Kama kuna ya yeah, mtu yoyote ambaye atahusika katika ambaye pia u... unatamani alikuwepo kwenye lisa, watu ambao unatamani waushudia uzazi wako angalau wawe karibu, wawe ni mama, shangazi, sijui rafiki. Huu ndio muda sasa wakuambia jamani, ya yeah. Unakwenda kumwona mtoto soon. So furahia, pumzika and enjoy. Hongera kwa kufikia hadi hatua hii yeah. So unapomaliza awamu ya leba ya awali, maumivu yanakuwa yamechangamka, na ndivyo utakuwa unaiaga awamu ya awali na unaingia katika awamu inayofuata. So nimekuwekea video hapa juu ya awamu ambayo inafuata, hakikisha unaiangalia baada ya kuangalia video hii. Ok, mama nakutakia safari njema, furaha ya ujauzito na nikuone kwenye kwenye video ijayo. Bye.